Sbbnndsos tatu ni yule yule kijana wako ninaye kuletea maokoto ya timu mbalimbali mbali. na Nikupe taarifa tu kwamba kama hauja subscribe, unatakiwa subscribe kwa sababu nitakuletea maokoto ya timu zote zinazoshiriki katika ligi kuu e, cool. kwa sababu uh, upata kujua wachezaji na timu uh, husika wanatoa kibunda gani? Last time tuliweza kutoa kwa dabi ya Kariakoo this time around tunaenda kwa matajiri wa Chamanzi. Nadhani nikisema hivyo mnaweza mkaelewa. Ni mimi bin Yusuf, usahau kusubscribe kwenye youtube channel yetu ya Goal eh, 255, lakini kama kwa wale ambao wanapenda maswala ya burudani wanaweza wakapitia tnctz pale, maana ukienda pale utaweza kujipatia maswala yote ya kiburudani ah, nisikuchoshe, let's go direct kwa Mustafa, ndio tunayeanza. Mchezaji wa kwanza kutoka pale Azam Sports Club eh, yani inamaanisha ni goalkeeper mwenye umri wa miaka 29, raia wa Sudan anachukua kibunda cha Tanzania shilingi milioni 11, lakini pia let's go kwa Foba Foba mwenye umri wa miaka 22, uh, ni raia wa Tanzania anachukua Tanzania shilingi milioni tano. Lakini tukitoka hapo, let's go direct kwa Fuentes Mindoza mwenye umri wa miaka 22, raia wa Colombia lakini bwana, kibunda chake sio kikubwa sana, anachukua Tanzania shilingi milioni nane. Hai sio kama vile wanavyotegemea watu kwamba kila mchezaji wa kigeni anaweza akawa anachukua kibunda kirefu sana. Hapana, kuna baadhi ya wachezaji Uh, wanakuwa wanachukua kibunda cha kawaida tu licha ya kutoka nje kutokana na viwango vyao. Unajua kibunda it depends na kiwango uh, let's go direct kwa Mwikenda uh, mwenye umri wa miaka 24 eh, ni Mtanzania anachukua Tanzania shilingi milioni tano. Uh, naweza kurudia tena kwa mara nyingine tena, kibunda kinatokana na the way ya value ya wewe mchezaji. Maana kumekuwa kuna comment nyingi sana za matusi kwa zilizotoka za Simba na za Yanga, lakini huo ndo ukweli, siwezi kubadilisha ukweli, lakini tunaenda kwa zozoa Zuzu raia wa Cote um, d'Ivoire mwenye umri wa miaka 33 anachukua Tanzania shilingi milioni 12, lakini tunaenda kwa Diabi, raia wa Mali mwenye umri wa miaka 24 anachukua Tanzania shilingi milioni 13. Lakini tukitoka hapo, let's go direct kwa Sebo, mwenye umri wa miaka 28, raia wa Zanzibar, kijana wa visiwani anachukua Tanzania shilingi milioni 3. Lakini Angeno mwenye umri wa miaka 23 raia ujui, Angeneo, wa Cote d'Ivoire kama ulikuwa ujui, ana umri wa miaka 23 tu. Achane na ule uchebe ndugu yangu uh, umri eh, ni namba ambazo hata sura yenyewe haiwezi kucalculate umri wako. Unaweza ukamona kijana mdogo, lakini ukamkuta ana umri mrefu. Tanzania shilingi milioni 13 ndio pesa anayochukua, lakini Msindo um, mwenye umri wa miaka 21 raia wa Tanzania anachukua Tanzania shilingi milioni 4 Chilambo mwenye umri wa miaka 25 raia wa Tanzania anachukua Tanzania shilingi milioni tatu na laki tano yani 3.5, lakini Mercado raia wa Colombia mwenye umri wa miaka 24 anachukua Tanzania shilingi milioni kumi lakini Mamadu mwenye umri wa miaka 24 raia wa Mali anachukua Tanzania shilingi milioni 10.7 uh yani 10 27 yaani milioni 10 na laki saba. Adolf mwenye umri wa miaka 26, kijana ambaye Yanga alikuwa anamtamani sana kummiliki, lakini ngoma ikadunda mwamba Mwe raia wa Tanzania huyu mwenye anachukua um, uh, uh, kibunda cha Tanzania shilingi milioni nne, lakini bajana mwenye umri wa miaka 28 raia wa Tanzania anachukua Tanzania shilingi milioni saba lakini zaidi mwenye umri wa miaka 28 raia wa Tanzania anachukua Tanzania shilingi milioni kumi. Sila mwenye umri wa miaka 26 shi uh, kipenzi cha walambalamba kipenzi chao huyu bwana Uh, mwenye umri wa miaka 26 raia wa Gambia anachukua Tanzania shilingi milioni 16, lakini Diakite mwenye umri wa miaka 20 uh, raia wa Mali anachukua Tanzania shilingi milioni 10.5. Idinado mwenye umri wa miaka 29 uh, raia wa Tanzania anachukua Tanzania shilingi milioni sita tu. Tiese mwenye umri wa miaka 27, raia wa Cote d'Ivoire yani, inamaanisha Ivory Coast, anachukua Tanzania shilingi milioni kumi na laki mbili, lakini tukienda kwa Saaduni, mwenye umri wa miaka 24, raia wa Tanzania, Tanzania shilingi milioni tano tu anachukua, lakini tukienda kwa Adamu, mwenye umri wa miaka 27, raia wa Tanzania, anachukua Tanzania shilingi milioni tatu na laki tano. Lastly but not least hawa ndio wachezaji ambao wanachukua vibunda virefu sana pale Azam yani pale kwa Baresa anachukua kibunda kirefu sana. Ikumbukwe Feitoto alivyotoka Young Africans alivyoenda zake Azam aliaidiwa kibunda kirefu sana, na ndio mchezaji anayechukua kibunda kirefu kuliko mchezaji yoyote ndani ya kikosi cha Azam. Sasa hapa kuna Feisal, kuna Kaminko pamoja na Diao. Hawa ndio wachezaji wanaochukua hela ndefu pale Azam Sports Club. Sasa tukianza na Faisal mwenye umri wa miaka ishirini na saba. A, raia wa Kitanzania, Zanzibar Finest huyo anamwita anachukua Tanzania shilingi milioni ishirini na saba lakini tukitoka hapo tukienda kwa Kaminko eh, pale akikaa katikati pale inakuwa ni hatari sana huyu mwamba ni mmoja kati ya midfielder bora kabisa katika ligi yetu ya Tanzania. Ana umri wa miaka 29. Uh, raia wa Ghana uh, anachukua Tanzania shilingi milioni 19. Lakini Diao mwenye umri wa miaka 21, uh, raia wa Senegal, huyu anatokea kwa kina Sadio Mane uh, anachukua Tanzania shilingi milioni ishirini. Na hao ndio wachezaji wa Azam Sports Club, pamoja na kibunda wanachochukua pale uh, kwe, kwe, kwa wanalambalamba pale Azam pale. Chamanzi ulikuwa nami Yusuf Bina underscore dot Yusuf 23. Sawa, kusubscribe kwenye youtube channel yetu ya Goal 255, maana kusubscribe utaweza kujipatia habari zote za kimichezo. see you until the next time.